Mama, mbona ili jambo naenda kuwa gumu sana kwa upande wangu, na wala sijategemea kabisa nje. Ukiona najua ushamaliza kila kitu, lakini naona jambo inaenda kuwa laibu sana. Binti yangu, hakuna jambo zuri linalokuja kirahisi, unatakiwa upambane. Sisi tumeshafanya sehemu yetu na wewe unatakiwa upambane kwa upande wako. Unatakiwa uhakikishe mahiri unamuweka mkononi Yaani anakusikiliza wewe kwa kila kitu, na kwa jambo lolote lile litakalotokea, sisi tupo nyuma yako, hakuna kitakachoharibika. Sawa mama, ninakuelewa, ila itakuwaje sasa kwa leo? Maana tayari mambo yasharibika. Binti yangu, hakuna kitakachoharibika hata kimoja. Yale yote niliokuwa naongea pale, hakuna nilolimaanisha hata limoja. Nimefanya vile ili aanze kuogopa na aanze kuingia kwenye mifumo yetu. Sawa mama, nimekuelewa. Okay, sawa. Nashukuru kwa kunielewa binti yangu. Sasa unapaswa kuanzia leo uwe unalala chumbani kwake mpaka pale atakapokuelewa. Mm, mama kwa leo tena kwenda kule itakuwa ngumu sana, labda kwa kesho. Acha nizamu ya uoga, unatakiwa ujiamini ili uweze kufanikiwa. La sivyo hutaweza kumpata. Sasa mama nimekuelewa na nitazingatia. Hivi kwa nini mama ameamua kufanya yote haya? Kiukweli mimi mwenyewe nashindwa kuelewa, sijui kwa nini mama amefanya hivi na bila kumshirikisha mtu yoyote kabla. Kiukweli mimi nimechukizwa sana na hili jambo, na wala sikutegemea kabisa kwamba mama anaweza kufanya kitu kama hichi na kama ningekuwa najua ananitia kwa jambo hili sifikiri kama ningeweza kuja. Ni bora tu ningebakia huko huko. Kuna vitu mtu unaweza kulazimishwa kwa sasa, lakini sio swala la mwanamke. Alafu mbaya zaidi kwamba analazimisha yule mwanamke mimi ni muone, hivi kitu kinaingia akilini kweli? Huyo mwanamke mimi simjui, simjui anapotokea, hatufahamiani kijuu, inawezekanaje? Usijali kakaangu, mimi niko pamoja na wewe na wala siwezi kuruhusu kitu kama hiki kitokee. Lakini pia unajua, wewe sasa hivi umekua mtu mzima. Na hivi vitu ambavyo mama anavifanya ni kwa sababu anaona kabisa mwanae umekua, ila anaamua kuingilia kati kwa sababu haoni una mpango wowote wala una mwelekeo wowote. hivi vitu utakavyo vifanya wewe mwenyewe. sawa. <sighs> Sa, mimi nimekuelewa, lakini kila kitu kinaenda kwa mipango, sio tu kukurupuka <sighs> kiukweli hili jambo mimi siwezi nikaliruhusu kabisa litokee kwenye maisha yangu, kwa sababu mimi ni mtu mzima na najielewa, na najua pia ni kitu gani nataka. Hata mimi pia siwezi kuruhusu litokee, sema hatuwezi kuruhusu litokee kwa sababu tuko pamoja, sawa. Nimepiga nini? <sighs> kwa sababu ngolangu hapa lilipo sevalnaushirikiano kabisa na mwili na njaa. Hatari pole, ngoja nikakuletea chakula. Sani. He, toka lini mwenzetu ukaanza kazi hiyo? Iyo kazi anapaswa ifanye wifi yako, mke wa Mahiri. Sasa wewe unafanya kama nani? Lakini mama, mi sina taarifa kama kaka Mahiri ameoa, lakini pia mi kumwandalia kakaangu chakula sihitaji ruhusa ya mtu yoyote. Alafu mama, hivyo unajua unakosea sana. Wewe unahisi kaka Mahiri anakuchukuliaje kwa sasa hivi? Kwa hivyo vitu ambavyo unamfanyia Mama, unaofanya sio vizuri hata kidogo. Sasa naomba unisikilize vizuri, naomba ukiweke hicho chakula hapo chini, atakuja kukichukua mkewe ampelekee Mahiri mwenyewe. Hepi, naomba aweke hicho chakula hapo chini, atakuja kuchukua mkewe Fami ampelekee Mahiri mwenyewe. Chaguo la Mama. Chaguo la Mama. fa Fami? njua Fami? Binti, sasa naomba msikilize vizuri, naomba chukua hichi chakula Mahiri, yukuseliai pal mwandalie chakula, lakini pia naomba msindikize kwa maneno mazuri salama. Okay. Hivyo una kichaa? Nakuuliza, una kichaa? Au unaitwa isugu ambayo imepanda kichwani kwako ndio maana unafanya vitu vya kipumbavu kama hivi? No baby, lakini wewe uko na njaa. Nikaona sio vema wala na njaa. Sasa hapo kosa langu mimi liko wapi? Wewe alikwambia kwamba mimi na njaa ni nani? Naomba unisikilize. Ondoa hichi chakula chako, mimi sihitaji kula sasa hivi. Lakini mpenzi. Lakini nini, nimeshakwambia ondoa hichi chakula chako sihitaji kula, halafu nisikize nikwambie kitu kimoja sawa. Mazoea ya kunita penzi wako yaishie hapa, usije kwa sababu tutenda kunita mimi mpenzi wako. Ah, toa chakula chako uondoke hapa. Toa chakula chako uondoke. Aondoke aende wapi? Umemwagiza dada yako chakula hajakuletea lakini mtu anayekupenda na kukujali amefanya hivyo, bado unamwona hana maana. Mama, unanikosea sana kwa umri huu ambao mimi niko nao unaenda kunitafutia mwanamke, unaniingizia mwana mwana ndani, kama si ukwadi ni kitu gani, Mahir? mimi kukutafutia mwanamke mwana mwana sahihi kwenye maisha yako nimekuwa kuadi, si ndio? Hapana, sijasema kwamba wewe ni kuadi, ila hichi kitendo ambacho unachokifanya hakina tofauti yoyote yule nakuwa kuadi Maheri, umekuwa sasa. Naona una, unaweza kunijibu chochote unachokitaka, si ndio? Hapana mama, mi bado sijakuwa leti. Kama ningalikuwa nimekuwa, usinge nitafutia mwanamke alafu kaniletea humu ndani <todakarikana> <todakarikana> <todakarikana>

Nenda tayari, nenda kazini. Ila usichelewe kurudi. Uwahi kurudi kipenzi. Sitatugumani kama jana. Lakini mme wangu hivi hapo ni kitu gani ambacho usichelewa kila siku? Yaani kila siku nakuelekeza kwamba mimi kule kazi ninakofanya ni kwa watu, na muda wa kurudi sio kwamba najipangia mwenyewe, napangiwa mpaka nimalize kazi zote ndo narudi hapa. Sasa kila siku tunaongea swala hilo hilo na nakuelekeza hata uelewe. Jamani kweli ah. Sikiliza nikwambie kipenzi. Hivi kwa nini kila mtu anapenda kupigizana kelele na mimi? Mume wangu, sasa mimi najigawa vipi? Eh? Kwani hata mimi majukumu ya nyumbani wasifanyagi? Na sisi tupo wawili kwa ajili ya kusaidiana mume wangu. Mara moja moja unakuwa unanisaidia na mimi wenzako unakuwa nachoka. Hivi unjua kule mimi nafanya kazi ngumu laiti ungeona we, wewe mume wangu wewe. Che. Alafu, yani wewe kunitoa kijijini kunileta mimi hapa. Isiyo sababu ya kuninyanyasa. Ungekuwa unipende ungeniacha kule kule. Hivi, Wanawake wa okay, Kiafrika. Mbona unapenda kukalishwa upumbavu hivyo? Eh? Wewe ukutafuta mimi kutafuta kwenda kunyanyasa. Wewe utakuwa ujue majukumu yako. Wewe ni mwanamke utakuwa ujigawe mara mbili. Uende kazini na wewe kunihudumia mimi kama mpenzi wako. Nikianza kuambia ukweli na, kunyanyasa na kunyanyasa kunyanyasa. Na kunyanyasa nini sasa hapa? Ina maana unataka nifumbe mdomo nikae kimya. Nisikwambie ukweli. Basi kama hivyo niache kazi. Unasemaje wewe? Niache kazi. Unakimbilia kuacha kazi. Unadhani kuacha kazi ndio suluhisho ya Okay, wewe ukiacha kazi, mimi nitakula nini hapa, au nadhani nitatoa pesa pesa zangu wewe? Mimi zangu nitakupa? Siwezi nikakupa wewe, kwa sababu umekuja hapa tutafute maisha, tuangalie kesho yetu, sio mimi naenda kutafuta kazi umekalisha makalio yako hapa, nije unakula tu. Siku zote mwanaume anapenda kulima shamba ili apate mazao, kwa hiyo unataka ukalishe tu hapa mimi nisipate mazao. Ndio maana wewe unatafuta mimi nitafute. Jua wajibu wako. Halafu nisikilize Yaani itafika mahali na mimi nitachoka. Umesikia eh? Yaani nitachoka kabisa ni wewe, haiwezekani mimi uninyanyase mimi kiasi hiki. Wewe unatafuta na mimi natafuta, lakini za kwako mimi sizioni, lakini bado unaendelea kuninyanyasa. Wewe vipi bwana? Ah. Kwa hiyo. Kusema hivyo unamaanisha nini? Unanitisha? Hao, kuna mtu umempata ambaye anakupa jeuri. Nakwambia hivi. Hicho kinachokupa jeuri hakikisha kinadumu. Liweke akilini.

yaani kiukweli mama, sijua hata na akili gani. Uwezi amini, amemleta ule binti jana chumbani kwangu aje tulale wote. Mimi niko na bora tu nimpisha alale peke yake ndio maana nikaamua kuja kulala hapa. Kwa sababu sikuona kama ni tabia nzuri yeye kumshika ile mwanamke amlete ndani ndio nini sasa? kwani mama amekutwa na nini? Au atakuwa amemroga mama yetu. Maana najua vitu anafanya sio vya kawaida kabisa. Mi sifikirii kama hicho kitu kinawezekana. Inawezekana kukaa kuna mipango yake ambayo imepanga, lakini sijui ni mipango gani ila hivi ambavyo wanavyofanya tafeli sana, kwa sababu anafanya vitu pasipo kutushirikisha sisi. Hivi kwani ile binti anatokea wapi? Kwa sababu naona ni ghafla tu ile jambo limezuka jana. Tangu asubuhi mama alikuwa anasema kuna wageni wake wanakuja Kasema tupike tumeandaa vyakula vya maana kabisa. Sijakaa sawa, nimetoka chumbani nikamkuta huyo dada ndo kashafika hapa, kanitambulisha kasema huyu ni mtoto wa rafiki yake. Mi nikarudi zangu ndani, mara kidogo tena kaja mama yake na huyo dada, amekuja hapa amekaa hapo na mama, wameongea mambo yao, tumekula kubwa kuliko. Ilivyofika jioni, mama kampeleka kwenye nyumba yetu ya kule chini. Manake ndo atakuwa anaishi huko. Sasa mbona anafanya vitu vikubwa kama hivyo ghafla ghafla? Haoni kama baadaye anaweza kaja kusababisha matatizo makubwa sana. Ila sawa, labda mpango wake mwenyewe ambao ni mzuri si atuielewi. Hapana. Sisi hatuwezi kukubali. Ni lazima tufuatilie tujue ni kitu gani kinaendelea. Mimi natoka mara moja. Ila na wewe naomba usitoke mpaka nitakaporudi. Mimi siwezi kubaki hapa. Yaani baki hapa naendelee kukutana naye mauzauza. Kuna sehemu mimi nakwenda hapa nataka nikajiandae, nitoke. Kaka, sasa ukisema hivyo kwamba uwezi kukaa huko ndani kushuhudia ya mauzauza, na mimi nikasema natoka hivyo, unahisi tutajua kinachoendelea hapa? Ni lazima tushirikiane, tufuatilie, tujue mama ana mpango gani. Naomba ufanye hivyo kwa ajili yangu, kwa sababu hata mimi ninakwenda, sikawi kurudi. Sawa. Bye. Chaguo la mama. Chaguo la mama.

Asante, unaendeleaje? Eh, ah, mi niko sawa japokuwa nimeamka tu naona nikae, sijafanya chochote poli. Ila nimekuja na jambo zuri nataka nikwambie, lile swala la kukufanyia mpango uanze kufanya kazi ofisini kwetu tayari nimeshakamilisha kila kitu, kwa hiyo nyewe tu muda wote unaweza kuanza kazi. Unanitania? Kwani mimi nishaikuwa nata naye. Ndo maana mara zote wanakwambia nakupenda sana, na akili yangu haijawahi kukosea kuchagua. Natamani kufanya kitu special. Kuna wakati na jisi, nina bahati sana kwa sababu ni mwanamke ambaye huwa unanipambania mimi wakati wote. Nakupenda sana. Nakupenda pia, ila nilishakwambia, kuambia kitu nachotakiwa kufanya kwenye maisha yangu ni kunipenda tu na kunipatia furaha, ila vitu vingine vyote niachie mimi. Nakupenda sana Najibu. Kuna wakati natamani nifanye kitu special ambacho ukikiangalia huyo unanikumbuka. Mpenzi wangu, tena bora ulivyoongea hivyo nimekumbuka kitu. Kitu gani hicho? Maana kichwa changu kinaomba mengi sana Unastahili kuvaa pete na nafikiri muda ndo sasa. <laughs> Yeah. Na najua unapenda sana surprise. Na kuahidi sio muda mrefu, kidole chako kitakuwa na pete. Sasa si si, ila leo mimi sitoka sana Inabidi niwei nyumbani, kuna vitu chakiadika vingi sana ah. Mimi nilijua leo ni siku ambayo utashinda hapa mpaka jioni kwa taarifa nzuri ulizoniletea ni kuone kila wakati. hata mi natamani sana hiyo hivyo, ila sasa nyumbani kuna mambo yameingiliana kidogo, lazima leo ni sawa, nakusikiliza wewe <laughs> lakini pia sitaondoka hadi nikupikie chakula cha mchana. Utanipikia ni? Najua unachokipenda. Sawa, nipo hapo kwa ajili ya kupata vitu vitamu. Nipo jikoni. pitia magumu tunapopenda na nakupokea. Safi vipi, safi. Samani, kwa kulala ndani, nataka nifanye usafi. Usafi wako ni bora kuliko usingizi wangu, si ndio? Samani, ungeenda kulala ndani kama bado una usingizi. Maana yake hapa ndio kwanza nimefika, nataka nifanye usafi. Aasija, mama, nini kinaendelea? Nilikuwa namwamsha kaka aende akalale ndani ili mfanye usafi. Aliyekupa ruhusa kuongea mwanangu? mn